Zakatul mal kuna zakatul fitri, zakatul mali kwa wenye uwezo, zakatul fitri kwa kila mwislamu ajitolee yeye mwenyewe na amtolee kila anayemlea akiwa mke wake na watoto wake. Kwa hiyo ukiwa mwenyewe utajitolea zakatul fitri sa'an min at-tamr au al-zabib au al aqit au uh, shair aulbr hizi zote vimetajwa. Ulamaa wetu wakatuambia chakula kinacholiwa sana katika mji, utoe kiasi gani? Pishi moja. Pishi ni arbaatu amdad. Mudi ni mikono hii miwili ya mtu aliyekamilika, aliyestawi, sio kama mimi. Mimi viganja vyangu ni vifupi kwa sababu ya hajmu yangu. Kwa hiyo haiwezi kuhesabiwa. Tunataka mtu ambaye amestawi vizuri mikono yake, akifanya hivi basi kafaini mamluaini au mamluataini mutadilataini, viganja viwili vilivyokuwa sawa kabisa, vimeitadili, ambavyo si vifupi wala si virefu sana, vilivyojaa kamili. Ndiyo, ndiyo inaitwa nini? Kibaba, yani hii moja iliyojaa ndo kibaba. Kwa hiyo pishi ni hivi vinne. Unateka moja, mbili, tatu, nne, hiyo ndo pishi moja. Kwa kilo inawezekana ikafika kilo mbili mpaka na nusu katika kilo ya kawaida ambazo tunapima leo, na na hivyo ndivyo ambavyo utajitolea mwenyewe. Kama una mke na watoto, utatoa pishi yako, pishi ya mkeo, pishi ya mtoto mmoja na pishi ya mtoto mwingine. kila mmoja pishi yake wakati gani baina salati al-Eid na salati al-Fajr kipindi hicho, au jua likianza kuzama kama ni siku ya mwisho katika siku ya Ramadhani, kwamba kesho ni Eid, unaanza kutoa zakatul-fitri yako wa halumma jara. Yote hii ni kwa nini? Kwa sababu ya kupiga furaha katika nyumba za Waislamu, kila mmoja siku ile ya furahi, ale chakula kizuri, furahi kwa sababu hakuna ibada kubwa baada ya kumcha Allah, subhanahu wa ta'ala, na kumtii mtume wake kama kuingiza furaha katika nyoyo zao.